Nambari tisa ambapo ni Mandera. Kutokana na athari za kila wakati za mafuriko wakulima wa kaunti ya Mandera, na serikali ya kaunti hiyo imeanzisha mpango wa kuimarisha kilimo kwa kujenga ukuta kando kando mwa mto Daua ili kuzuia uharibifu wa mashamba na mimea. Akizungumza alipozuru mashamba yanayoathirika na mafuriko hayo, gavana wa kaunti hiyo Muhamed Khalif amesema kaunti yake itaanzisha sehemu nyingine ya kilimo kwenye maeneo yasiyoathirika na mafuriko na kutoa mashine za kupiga maji ili wakulima wajihusishe na kilimo cha unyunyizaji mashamba. So we were thinking of two approaches. One is just the way we have seen in To improve or to irrigate the red field farms of Dawa River. So that ata iko flooded bado watu wako na shamba ya kilimo. That was one. And we started it from Kalmala, buko juu. We're going to expand it. Tutakuwa na ya bicho a na ya bicho b na malkakuna pia. Then upande wa RRP pia tuko na hiyo program kama hiyo. Then the Aresa scheme tuliona uhai nafikiri iko kwa udongo. Nashukuru Bwana gavana na timu yake ambayo walikaa wakafikiria na wakaona vile mashamba yetu imekuwa mamiti ma, ma, kichaka na ni mashamba tulikuwa tunalea na watoto wetu, lakini kufikia wakati hii kwa sababu ya ukame na mambo mingi na mvua kidogo sasa tumelia kwake na ametusaidia na ametuekea